Nilikwenda kuperform fong... yeah, perform guys tena watu, unajua napokuwa na jibu sawa, nilisi ni muone mtu aliyoniuliza nini nikuongea naye hizo, unaona, unajua nilikwenda kuperform South Africa, katika tuzo za mkaya, tuzo za heshima sana pale. Um, na Yvonne Chakachaka alikuwa ni mgeni mwalikwa mimi nilikuwa kama performer vile vile, nilikuwa nilikuwa nominated pale katika hizo tuzo um. Niliweza kuperform vizuri sana nyimbo ya aje, watu wakaipenda. Na walivyoipenda nimeperform vizuri kweli, na zile moves zangu limamo mpaka alinyanyuka, sijamwaga uno lakini, ila moves alinyanyuka na kupiga makofi pamoja na waziri vile vile. Walikuwepo watu wengi walifurahia performance yangu, na kwa hivyo nilipotoka pale, mimi mwenyewe mimi mwenyewe nilitoka nikamfuata kwenye meza yake, baada ya kumaliza shughuli zote na kwenda kumsalimia mama, mama, napenda kazi zako, nimekuwa hapa muda mrefu sana katika kazi yangu ya muziki, lakini nimekuwa niko kuangalia toka niko mdogo, nifurahi leo nimekuona. Alifurahi sana, sana. Alisikia raha, akaniambia mwanangu, hata mimi nimefurahi ulivyo perform, nimependa sauti yako na baada, nitafurahi sana kama nitaweza kufanya kazi na wewe. Akanambia, njoo kesho nyumbani. Immediately alisema hivyo. Umeona, yani as in hivyo, aka akasema. Kwa hivyo akatupa contact yake, tukaanza kumpigia. Kesho yake tukaenda tukarekodi nyimbo, tukafanya kama rough, lakini ni nyimbo rudi hivi rudi. This time nimemaliza kabisa nyimbo kwa nadhani fundi hilo mwelelewa na safari yangu bado sijamaliza, bado sijamaliza na safari yangu ya kutoka huko. Nilijua kama nitakutana naye haya mambo ya leo, haya kupeleka barabarani, haya mambo ya barabarani ya leo, lakini nilikuwa naomba yasitokee kwa sababu niko tofauti. Niliwaambia na fans kwamba jamani, naomba mimi nitafungua vioo lakini nitawaweka kwa mbali, kwa ndani tutashana mikono na nini, tuzo mtaiona na nini, lakini walikataa, walikaa mbele gari wakazuia, wamesema hapa hauondoki mpaka ukae katika gari ya wazi. Ilibidi Alikiba aje na gari yake ambayo inafunguka kwa jipa kwao, nikaweza kutekeza pando, safari kaendelea lakini sio mbali aaaa I believe in God, always.